Uwanja wa vita ulikuwa na ukimya wa kutisha. Miili ya mamia ya askari ilikuwa imetapakaa kila kona ya ardhi hiyo. Kati ya maiti zote hizo, mtu mmoja pekee ndiye alikuwa hai. Titus. Habari, kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Alikuwa amelala kwa maumivu upumuaji wake ulikuwa wa taabu. Kila pumzi ilitoka kwa mshindo wa mwisho hai, lakini hafla ya upepo mkali ukaanza kuvuma, kama umetumwa na miungu, ukipeperusha barua barua ile aliyotumwa kuiwasilisha kwa mkuu wa majeshi Nero. Upepo huo wa ajabu uliipeperusha barua hiyo hadi kufunika uso wake wenye vidonda na jasho la uchungu kwa shida na kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka, haitasali angalia ya barua hiyo, mwili wake ukiwa umeelemewa na maumivu, lakini macho yake yakilazimika kuyakazia maneno yaliyoandikwa ndani ya, ya barua hiyo. Lakini kilichoandikwa kiligeuka kuwa mshale wa mwisho uliopenya moja kwa moja moyoni mwake. macho yake ilijaa machozi ya huzuni, si kwa sababu ya majilaha ya mwili, bali kwa sababu ya jilaha la usaliti. Tits aliongea kwa sauti dhaifu iliyojaa huzuni, Kaisali, mfalme wangu, ili kupenda kama baba, nikalinda barua yako kama kitu kitakatifu, kumbe nilibeba kifo changu mwenyewe iliyokuwa maisha yako kuwa mshali wa kifo na malipo yangu, umeamua kuniandalia kifo ili umchukue mke wangu, wa alizungumza kwa huzuni Titus. taarifa ya kwamba Titus amefariki vitani zikarudi Roma raia walikusanyika makundi kwa makundi, wakibadilishana maneno ya huzuni. Lakini taarifa hizo zilipomfikia Julius Keisali mwenyewe, badala ya huzuni, tabasamu lilijitokeza taratibu kwenye uso wake, huku akizungumza taratibu na moyo wake. Hatimaye kilichokuwa kizuizi kimeondoka, mwili wake umeanguka moyo wangu utasimama sasa. Lakini mbali na kasli, kwenye nyumba ya kawaida yenye ukingo wa maua ya waridi, mke wa Titus alipokea taarifa hizo kwa majonzi makuu. Alipiga yowe, akaketi sakafuni, huku mikono yake ikitetemeka, machozi yakitiririka usoni mwake bila kuacha. Alikuwa ameshikilia kwa nguvu mavazi ya mumewe Enyi miungu ya Roma, kwa nini mmenyang'anya mwanga wa macho yangu? Kwa nini mmemchukua mume wangu wa rafiki yangu, ngao yangu? Mwanaume alinipenda kipindi wengine walinikataa, aliyeniona mrembo kipindi wengine wakiifananisha sura yangu na shetani. sa uchongo uchungumki wa Titus. Baada ya mwezi mmoja kupita, Kaisari aliwaita wazee wa Roma. Alisimama na kutangaza kwa sauti ya kifalme, kwa heshima ya rafiki yangu shujaa Titus, mtu aliyokoa maisha yangu, nimeamua kumwoa mjane wake, hivyo nitamuhifadhi ndani ya nyumba ya kifalme. Nitampa heshima mali na jina la kifalme ili kumwenzi shujaa wetu milele. Ukumbi ukapiga makofi ya heshima. Nani wa kumpinga Julius Kaisali, mfalme wa vita? Waliamini yeye ni mungu, alfa na omega, mwanzo na mwisho. Taarifa hizo zilipomfikia mke wa Titus, alienda mbele ya mfalme huyo kisha akapiga magoti na kuanza kuzungumza kwa ujasiri wa heshima: ewe mtukufu mfalme, mungu wa Roma na dunia nzima, naomba ujue kuwa moyo wangu nilishauuza zamani kwa Titus na siwezi kuuza tena, maana siko nao. Titus ameenda na moyo wangu, hivyo kwa heshima ya mume wangu kwa jina la uaminifu na upendo wangu kwake, nimeamua nitabaki kuwa mjane wake milele. Nitaishi na kumbukumbu -kumbu yake hadi siku naingia kaburini. Kaisali alibaki akimtazama mwanamke huyo kwa muda mrefu, macho yake akionyesha hasira na mshangao. Hakutegemea kukataliwa hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kusikia kiumbe kikipingana na wazo lake. Alijikuta kizungumza kwa asila, unamkataa mungu wako, Julius Kaisali? Unakataa taji la kifalme. Kumbuka msichana, mlango wangu haujawahi kufungwa na yoyote, linapotaka ubaki wazi. Mke wa Titus alinua uso wake wenye macho mekundu kwa machozi, lakini sauti yake ikiwa ya upole laini iliyojaa uthabiti kama chuma. Mlango wako unaweza kubaki wazi, Mtukufu Julius Kensali, lakini jua mlango wa moyo wangu umefungwa milele na funguo hizo sina. Funguo alizibeba mume wangu Titus kisha msichana huyo aliondoka eneo hilo kwa ujasiri bila kumuaga mfalme. Hiyo ilikuwa dharau kubwa, haijawahi kutokea Kaisali kudharauliwa kiasi hicho. Kaisali alibaki kimya akishuhudia kiapo hicho cha upendo wa kweli. Julius Kaisali hakuweza kuchukua hatua yoyote mbaya juu ya msichana huyu Livia kwa vile alimpenda kweli. Mfalme aliketi ndani ya chumba chake, akianza kuzungumza na moyo wake uliokuwa umejeruhiwa. Moyo wangu, najua umeumizwa sana, lakini tulia, usiwe na papala wala pupa. Usiweke shinikizo kwa mjane huyu. Huyu huzuni ya kumpoteza mume wake bado inamtafuna, wacha muda ufanye kazi yake. Usilazimishe moyo wangu, kwani mapenzi ya kweli huchanua yenyewe taratibu. Wacha tumpe muda, tumpe muda. Miaka miwili ilipita. Lidya, mke wa Titus, aliishi maisha ya upweke yaliyopambwa na kumbukumbu kumbu za mumewe Hakukubali kuolewa na Kaisari, na msimamo wake wa kuishi bila kuolewa hakuwahi kufikiria kuupindisha. Mfalme Kaisari hakukata tamaa, aliendelea kusubiri siku ya miujiza itokee amuoe mwanamke huyo. Hakika mfalme huyo alinasa kwa mwanamke huyo, na joli ulikuwa udhaifu wake. Kila siku aliendelea kumshawishi mke wa Titus amkubali, na hakutaka kutumia, kutumia mabavu kwa vile alitaka kufurahia upendo wa kweli kutoka kwa mwanamke huyo. Siku moja, mama yake Titus, mwanamke mwenye hekima na macho ya kuiona dunia kwa undani, aliona jinsi binti huyu alivyokuwa akijiumiza roho yake kuhunani. Usiku mmoja wa kiangazi, chini ya anga lililopambwa na nyota nyingi kuhunani. Mama huyu alizungumza naye binti sipendi kuona moyo wako ukiendelea kulia. Kwa miaka miwili sasa, kumbuka Titus, mtoto wangu, alipenda kukuona siku zote ukiwa na amani. Je, ungependa roho yake huku aliko ikutazame ukiendelea kuteseka milele? Mfalme Julius Kaisari hakulazimishi kukuoa, anakusubiri kwa heshima na upendo. Labda huu ndio wito mpya wa maisha yako Fikiria mara mbili, binti yangu. Livi alinyamaza, macho yake kijaa machozi, kisha alitazama mbinguni ambapo mwezi ulianza kuchomoza kwa mwanga wa fedha, na kwa mara ya kwanza akavunja kiapo chake mwenyewe. Heisali li alimgeukia Livya akatamka kwa sauti ndogo ambayo ilisikika kwake pekee, siku zote nilikuwa mungu, lakini wewe ndio umenifanya kuwa mwanadamu. Livya alimtazama, macho yake ikiwa na mwanga wa heshima na utulivu, na mimi nimekubali si kwa sababu ya taji la kifalme bali kwa sababu moyoni mwako naona kivuli cha mume wangu. Nakumbuka jinsi alivyokuwa akikupenda na kukuheshimu, kwa hiyo nimekubali kwa ajili yake. Miaka mitatu ilikuwa imepita Jua, upepo wa polini na mvua za misimu viligeuka kuwa dawa za asili za Titus. Kila jeraha alilokuwa nalo alijitibu kwa majani, vidonda vikafunga taratibu hadi ngozi ikawa kovu, mwili wake ukapata nguvu tena, lakini moyo wake ukabaki na jeraha. Kila usiku akiwa polini, katikati ya milio ya fisi na ndege bundi, alikumbuka uso wa kaisari na macho ya mkewe Livya na sasa aliona inatosha yeye kuendelea kuishi porini. Ndani ya kasli lilisikika vicheko vya malikia mja mzito Livya aliyekuwa akicheka kwa bashasha. Tumbo lake la miezi tisa lilikuwa limejaa hadi ya mrithi wa kifalme. Pembeni yake Kaisali mwenyewe alisimama kwa tabasamu, mikono yake ikiwa juu ya tumbo hilo, macho yake akiwa ya na furaha ya kumnasa mwanamke aliyempenda kuliko alivyojipenda mwenyewe. Kaisali alizungumza kwa furaha, huyu mtoto akizaliwa, anapaswa kuitwa Titus kwa heshima ya rafiki yangu kipenzi. Livia alitabasamu kuonyesha kuvutiwa na wazo hilo Tutakuwa tumefanya kitu kizuri sana kwa ajili yake, bila shaka, na tabasamu huko aliko. Lakini punde mlango ulifunguliwa na Titus. Habari. Huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.